Katibu mkuu wa jumuiya ya Madola amemteua rais wa zamani wa Malawi daktar Lazarus Chakwera mpatanishi kufuatia mzozo wa baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania ambapo mamia ya waandamanaji waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Tanzania inapitia kipindi kigumu baada ya uchaguzi huo na rais wa nchi hiyo uh, Rais Samia Suluhu Hassan amewarai wananchi kujizatiti kutokana na ukweli kwamba wahisani huenda wakasitisha misaada kwa Tanzania. Hata hivyo, swali limebaki ni kuwa ni akina nani hasa wanaridhia au ni akina nani hasa wanaridhiana nchini Tanzania na uteuzi wa Rais Lazarus Chakwera una maana gani? Hili ni suala ambalo mwenzetu Sylivanus Karemera amemuuliza Erad Mporoto ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka nchini Tanzania. Nadhani uteuzi wake unakuja mara baada ya tulichokishuhudia baada ya uchaguzi na mambo ya sintofahamu pamoja na baadhi ya changamoto kutokea. Uh, uteuzi wake unaweza kuwa ni muhimu kwa sababu kwanza, Tanzania ni mwanachama wa Jumuiya ya Madola, lakini pia nadhani kutokana na namna ambavyo Dr. Lazarus Chakwera ameweza kuonyesha namna ya kuweza kukabidhi uh, madaraka katika namna ambayo pengine watu wengi imewavutia na kuwa, kuwafanya wamuone yeye kuwa ni kiongozi wa mfano hiyo inakuwa ni sifa nyingine ambayo imemfanya yeye ku kuwa kuteuliwa kuwa mjumbe. Sasa tutegemee nini? Nadhani Uh, kila taasisi lakini kila baadhi ya watu wanajaribu kuona namna gani wanaweza kushiriki pindi anapotokea matatizo. Sasa kama Tanzania akiwa mwanachama wa jumuiya ya Madola, nadhani wao wameona umuhimu wa kuongeza jitihada au kuweka jitihada katika kulileta taifa pamoja, kwamba moja kati ya majukumu ambayo atakuwa nayo uh, Tanzania ni kuhakikisha anawaunganisha maafisa wa serikali naam. Katika hali hii unadhani nani anaridhiana na mwingine e? Kwa sababu tunajua kwamba mpinzani mkuu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Lisu, anaendelea kuzuiliwa kwa kosa la jinai e, je, ataachiwa huru? Kimsingi hiki kinachosemekana kama maridhiano ni kati ya nani na nani hasa, kwa maoni yako? Uh, vyama vya siasa ni mdau namba moja, lakini pia kuna viongozi wa dini, kuna makundi maalum, kuna asasi, kuna mashirika ya kimataifa na ya kiraia, lakini pia kuna viongozi wa kimila. Hao wote ni wadau. Sasa tunavyozungumzia kuwapatanisha au kutengeneza amani kwa taifa, nadhani Tundu Lissu anabakia kuwa ni kipengele kimoja kwenye taifa. Ni muhimu yeye kutambulika kama mmoja kati ya wadau wanaoweza kuishikilia amani, lakini serikali pamoja na vyombo vya kiulinzi na usalama pamoja na mahakama, nadhani wanamshikilia yeye kutokana na kile kinachodaiwa uh, masuala ya kimahakama na hiyo kesi ya jinai ambayo imewekwa dhidi yake yeye. Sasa hilo nadhani tuna tunaliacha mikononi mwa mahakama ambayo ndio inaendelea kuchakata hizo taarifa na kuona namna gani wao wanaweza kuipeleka hiyo kesi yake tamati, lakini kimsingi nadhani kuna watu wengi ambao wana, wanatakiwa wakutane, wajadiliane, pengine majadiliano hayo sasa ndiyo yanaweza yakatoa dira ya nini kitafuata baada ya Tundulisu kuwa gerezani kwa huo muda ambao umekuwepo, nadhani serikali ina mambo ambayo wao wamekuwa wakiyaona kama ni tishio kwa amani ya taifa, lakini na wadau wengine watakuwa na vitu ambavyo wao pia wameviona kwamba hivi ni vikwazo. Kwa hiyo uh, kupatana huku kunafungua mlango wa wadau kuja pamoja. Naam, katika hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan uh, wakati akizindua bunge la kumi na tatu alisema kwa kauli yake kwamba uh, yumkini kipindi hiki nchi inakoingia misaada ya wahisani ikawa ni michache. Akasema kwamba hii inatokana na, na kile alichokitaja kama ni doa na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Uh, kauli hii ya rais unaitathmini vipi kwa maoni yako? Eh, ndiyo, uh, alizungumza kuhusiana na hiyo swala la wahisani kurudi nyuma lakini pia alikumbusha mawaziri pamoja na, na taifa kwamba ndani ya nchi yetu tuna rasilimali. Kwa hivyo nadhani uongozi wake utakwenda kuangazia na kuwa makini zaidi katika swala zima la rasilimali zilizopo ndani ya taifa letu. Imekuwa ni kawaida kwamba mataifa yetu mengi ya Afrika tuna rasilimali nyingi sana ndani ya mataifa yetu lakini Uh, huwezi kuona tija. Tuna madini, tuna misitu, tuna tuna tuna, tuna rasilimali nyingi sana lakini, ukija kuangalia yale matokeo yanayoletwa na zile rasilimali zetu, inakuwa ni tofauti kabisa na uhalisia wa mambo ulivyo. Kwa hivyo nadhani aliwasihi pia mawaziri kwamba tunakwenda kuhakikisha tunahesabu kila senti inayoingia na kila hesabu tunayoifanya ili kuhakikisha hili gepu ambalo wahisani wana, tunawategemea kulitengeneza walau tukaweze kulifanya kwa fedha zetu za ndani. Na mwisho kabisa, sisi tuliweko nje tunasikia kwamba vijana wanaendelea kupanga maandamano tarehe tisa Desemba. Kwa kauli yako, nadhani haya maandamano yanahitaji kitu gani hasa, kwa sababu tumesikia hata baadhi ya, wa, ya, ya, ya wajumbe wa serikali kule mikoani wakisema kwamba wakiwasa vijana kwamba wasijiingize katika maandamano kwa sababu wale wana warubuni wapo katika nchi za nje kupitia mitandao ya kijamii. Unadhani safari hii vijana watafanya maandamano? Na je, wakiyafanya yatakuwa ni tofauti gani kati ya yale ambayo yalifanyika Oktoba 29? E, ndio, ni kweli mitandaoni kumekuwa na hizo jumbe mbalimbali zikitumwa na watu wakijaribu kuzishare kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nadhani msingi wa, wa, wa maandamano yao yanatengenezwa uh, kwenye ukweli kwamba wao wanadai kwamba serikali iliyokuwepo madarakani imeingia katika namna isiyokuwa njema. Huo ndio msingi wa madai yao. Sasa nini kitafanyika nadhani tusubiri tuweze kuona nini kitafanyika, kama kweli wataandamana au la, lakini jitihada mbalimbali zimeendelea kufanyika kuweza kuwaleta watu pamoja, lakini ku, nadhani tumeona siku kadhaa nyuma imeundwa tume ya, ku, ya, ku, ya kuweza kufanya uchunguzi kwa yale yaliyotokea. Kwa hiyo katika ujumla wake serikali inaendelea ku, kuwasihi vijana kwamba Hakuna kitu kingine kinaweza kikafanyika isipokuwa mazungumzo. Huyo amekuwa ni Erad Mporoto, mchambuzi wa siasa nchini Tanzania.